tunaleta kwako mheshimiwa mkuu wa mkoa fedha taslim shilingi milioni arobaini na tano laki mbili na arobaini. Hii ni kwa ajili ya kushika mkono, lakini tuko na kontrakta wengine ambao walichangia material. Kwa hiyo hapa tuna tani kumi za cement ambayo ni mifuko mia mbili iko hapo ndani, lakini pia kutakuwa na magodoro ishirini ambayo pia natoka mgodini yatafika hapa kwa ajili ya kushika mkono na kutoa pole kwa wale ambao wamekumbwa na hiyo changamoto ambayo ilitokea. Wilaya yetu ya Msoma ilipata hii kadhia usiku wa tarehe ishirini na tatu na takribani kaya mia tatu kumi na tisa na watu zaidi ya elfu moja mia mbili ishirini na saba waliguswa na hii kadhia. Kata zilizoguswa takribani kumi, lakini tunaendelea kushukuru kwa yote, na mimi kama mkuu wa wilaya uh, wananchi wengi walipata hii kadhia lakini kwa yote ambayo yameendelea kufanyika hapa ni jambo jema, jambo la kumshukuru Mungu. Binafsi tunapenda kutoa pole sana. Sisi tulipata barua kutoka kwa mkuu wa mkoa kwamba kuna maafa yametokea, lakini tukaona pia ni vyema na sisi kama contractor tuone tunyoshe mkono wetu kwa ajili ya kuja kuwapa watu waliopatwa nao maafa pole. A, tunapenda kuwapa pole sana hao wenzetu, lakini pia tunapenda kuambia pia hawa watu wetu ambao wamepata maafa hayo kwamba hizi ni changamoto ambazo huwa zinatokea, wasione kama ni sehemu ya changamoto hizo, lakini pia wamshukuru Mungu kwa hilo. Binafsi tunashukuru sana, lakini pia nao makontrakta ambao pia tumeambatana nao, naamini pia walipotoa, Mungu waongezee. Tumekuwa tukiendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu kuhama kwenye maeneo hatarishi, watoke kwenye maeneo hayo hususan maeneo ya mabondeni e, waende maeneo mengine ambayo kidogo ni salama. Tunaendelea kutoa elimu e, na kamanda wa zimamoto naye ameendelea kufanya hivyo. Sa, labda nitumie fursa hii tena e, kuwasihi ndugu zangu hawa, hebu tutoke huko, tusisubiri mpaka tukumbwe na madhila mabaya e, alafu ndo, ndo tuanze kulia tutoke kwenye maeneo ambayo ni hatarishi. Kwa necha ya tukio lile lililotokea, hakupakuwa na madhara ya moja kwa moja kwa wale waliokuwa kwenye maeneo kama hayo. Madhara makubwa tuliyapata kwa sababu ya kimbunga, kwa maana ya upepo. Kwa hiyo, labda ni nitumie pia fursa hii kuwashauri wananchi kwa ujumla, kwenye ujenzi wetu nao tutizame vizuri e, namna ambavyo tuna, tunajenga nyumba zetu tuimarishe mapaa yale, e, na mafundi nao wawe makini e, wanapo wanapojenga nyumba hizo, na wale ambao wanasimamia ujenzi kwenye majengo ya serikali wahakikishe mara zote viwango vinazingatiwa, e, na, na ujenzi huo e, unakuwa katika standard ambayo ikitokea kimbunga, hatuombei ikitokea kimbunga, at a certain level, majengo yetu na, na, na, na structures hizo ziwe na uwezo wa kustahimili.